Kwenye safu ya biashara ni kwamba wadau wa sekta ya magari ya kielektroniki kwa ushirikiano na serikali wanatekeleza juhudi za kuwianisha mifumo ya kuchaji na kubadilisha betri katika pikipiki ili kuimarisha upatikanaji na kupunguza gharama kwa waendeshaji pikipiki kote nchini. Meneja wa shirika la utoaji mikopo ya kibiashara la Watu Eric T amesema kuwa kutolewa kwa muundo msingi uliowianishwa wa kuchaji utaimarisha ununuzi wa magari Uh, utaimarisha ununuzi wa magari. Mpango huo wa kuwianisha mifumo ya kuchaji na kubadilisha beti kwa magari ya kielektroniki unanuiwa kushughulikia changamoto ambazo utatiza ununuzi wa pikipiki za kielektroniki. Mfumo huo unaonuiwa kutekelezwa unatarajiwa kuwapa mwongozo watengenezaji wa hudumu na wafadhili huku nchi hii ikiimarisha muundo msingi wake wa kielektroniki wa uchukuzi. Meneja wa shirika la utoaji mikopo ya kibiashara la Watu Eric T amesema mfumo huo uliowianishwa wa kuchaji utasaidia kuimarisha ununuzi wa magari ya kielektroniki. Wakati huo huo, shirika la ukaliliaji ubora wa bidhaa nchini limetoa wito kwa taasisi kuunganisha mifumo yao ya usimamizi ili kuimarisha ubora na ushindani akizungumza wakati wa kongamano la sita la kila mwaka la wawakilishi wa usimamizi na wakaguzi wa hesabu, mkurugenzi mkuu wa shirika la KEBS Estangari alisema kuwa mashirika hayo yanafaa kutekeleza mifumo iliyoshirikishwa ya uongozi, usalama na ubora.

Na hatimaye mamia ya wanawake kutoka jamii zilizotengwa humu nchini zitanufaika kutokana na mafunzo ya ujuzi, ushauri na kuunganishwa moja kwa moja na fursa bora za ajira kwenye mpango wa miaka mitatu uliozinduliwa na wakfu wa benki ya Standard Chartered na shirika la UNICEF. Afisa mkuu wa benki ya Standard Chartered Kenya, Kariuki Ngari, alisema kuwa mpango huo ni muhimu katika kushughulikia ongezeko la ukosefu wa ajira kwa vijana hasa wa kike wasio na uwezo wa kupata ajira rasmi.